Msikilizaji, leo watanzania na wapenda haki wameungana kwa pamoja katika bunge la Ulaya kupinga ukatili uliotokea na kusisitiza Rais Samia Suluhu atoke madarakani na bunge la Ulaya li, li, lisitishe misaada na kutoa visa kwa maofisa wote wa serikali ya Tanzania. Msikilizaji, Maandamano haya makali yameweza kufanyika Ulaya leo, kwamba Ulayani ni asubuhi sasa hivi, na wanaharakati wa Tanzania wapenda amani na wapenda haki na wa, wale wote ambao wanahusika katika nchi ya Tanzania wameweza kufanya maandamano makali, uh, katika Bunge la Ulaya wakiweza kuwa na hatua ama wakiweza kuwa na malengo machache ya kuweza kuhakikisha kwamba yamepitishwa na yameweza kufika kwa dunia. Jamaa hawa ambao wameweza kutokea leo asubuhi wameweza kumtaka Samia Suluhu, cha kwanza kung'atuka mamlakani, elewa ni sawa na uh, watanzania walioko nyumbani katika siku ya jana, pia aliweza kuonekana watu wakiweza kubeba mabango yakiweza kusema kwamba Samia aondoke madarakani, lakini pia kila kitu ambacho wameweza kusisitiza ni kwamba Tanzania inahitaji kupata katiba mpya, katiba itakayoweza kuhakikisha kwamba haki za, za wananchi zinapata kusitiriwa. Lakini pia katika matakwa ambayo wameweza kupeana pale ni kwamba wameiomba Marekani iweze kusitisha Uh, misaada yote inayokuja Tanzania, wameomba misaada hiyo isitishwe mpaka pale serikali ya Samia itaondoka madarakani, lakini pia wameomba bunge la Ulaya kuweza kuhakikisha kwamba visa zote za maafisa wa serikali wa nchi ya Tanzania zinasitishwa kwa hivyo, bunge la Ulaya liweze kuhakikisha kwamba viongozi wa Tanzania hawaruhusiwi kwenda Ulaya. Msikilizaji, hiki kinaenda kufanya nini ikiwa visa za viongozi wa Tanzania zitapata kusitishwa? Inamaanisha viongozi hawa kipindi wanapatwa na magonjwa hawawezi kukimbia Ulaya kwenda kutafuta matibabu, na kwa hivyo itabiri kwamba uh, wajenge mahospitali ama sehemu ambazo zinafanana na zile ambazo wanazifuata Ulaya ziwe Tanzania, ndo kila mwananchi apate kutumia huduma hizi. Lakini uh, makundi haya ambayo yameweza kufanya maandamano katika uh, Ulaya wameweza kupinga kila ambacho wamekitaja kwamba ni ukatili uliotokea Tanzania ukatili kwa maana, msikilizaji, maofu tu yaliyoweza kusababishwa na serikali na yale ambayo ni maswala ambayo hayakubaliki kibinadamu kufanyika. Kwa hivyo maswala hayo yameweza kusababisha kwamba makundi haya yaweze kuitisha kuondoka mamlakani kwa Samia Suluhu. Msikilizaji, naomba nikuwekea picha za moja kwa moja kutoka, ma, za, kutoka Ulaya amba, ambazo zinaweza kuonyesha bwana hawa wakiweza kufanya maandamano na wakiweza kutoa sauti hizo, wakiweza kukemea uongozi wa Samia na kuweza kusema kwamba viongozi wa Tanzania wapate kunyimwa visa pamoja na misaada ambayo inaweza kutokea Ulaya. Hebu upata kusikiliza msikilizaji, lakini pia hakikisha unazidi kutufuatilia kwa faida ya kuendelea kupata taarifa zetu.